Kwamba Mungu ndiye mponyaji wa kweli katika maisha yetu. Sisi wa Kristu tunakumbuka, tulimkiri Kristu kwa kubatizwa kwetu, tulimkiri Kristu kwa kipaimara, tukamkiri Kristu wengine kwa ndoa na wengine kwenye maagano mbalimbali kama masista na mapadri tuna imani kubwa kwamba tukimtegemea Mungu hakuna litakalo shindwa. Na mimi niwaombe ndugu zangu wa Kristo na wa madhehebu mbalimbali wakiwemo ndugu zetu wa Uislamu tuendelee kumtanguliza Mungu wetu. Naweza nikafikiria kwa mawazo yangu madogo kwamba katika kipindi ambapo Shetani ameutawala ulimwengu ni kipindi hiki, tusimame imara mimi najua katika njia pekee ya maombi na kumtegemea Mwenyezi Mungu, tutaweza kushinda hili baraka.